Eh kucha security. No lire. Tini na raka nondo ge kundo ali. Oni wanyita kwa kundo na nini na uga arugi kwa kada magi kula ochoro soro kwa oteri osu. Deude. Twari mabamba gutina mundu ugatigara atai murutuira wega turendakire kile mundu wenda wiyembwa kwa tena maendeleo na nini kutumira cha ni metu studio